Tukio la kuua watoto wawili kwa jina mwingine, anaitwa Nestory Henry, ambaye ni mtoto anasoma darasa la kidato cha pili, mwingine anaitwa Mashagina Juma, ambaye hasomi, baada ya kijana mmoja kutoka Mwankinga ambaye ni mwanafamilia wa hapa kuja kuangalia magunia yake hapa kwa bibi yake kufikia muda wa saa nne akaamua tu kuja moja kwa moja nyumbani, kafungua tena geti, akakutana na harufu ambayo ilimtisha na akaamua kuvunja kufuli, e kusudi angalie kuna nini. Baada ya kuingia chumbani, alikuta hali ambayo sio shwari, akamwona mmoja amekufa, magunia hayapo, yalikuwepo magunia 15 na ndani e, akaamua kuingia tena upande wa pili akakuta kijana mwingine ambayo ni, ni, ni mashigina naye amekufa kwa kupigwa na twangio la, la, la, la mahindi. Hapo ndo alichukua na hatua ya kupiga filimbi kusaidiwa, mwana na mwana na kwa hiyo wana mwana walikuja, mpaka asubuhi maskari walikuja tukaendelea na baadaye, mwana ume upo ukaendelea kuja muda si muda nikashitukia, nimemwona mtumia mmoja ambaye anaonekana ndo aliyefanya tukio amewekwa kati na mwano jaribu kumhoji. Alipomhoji akasema magunia hayo amechukua. Baada ya kusema magunia hayo amechukua kweli, mwana ulisala na mwana ulisala, kitu ambacho tulijaribu kupambana nacho kusudi tuokoe maisha, hatufanikiwa mpaka huyo mtu akakata roho. Nimesikitika sana kwa sababu vile vijana walikuwa tunaishi nao vizuri lakini tukasikia yaani kama taarifa hiyo ya kusikitisha kwamba wale vijana wameshauliwa wamesha wameuawa kwa sababu ya magunia yaliyokwemo ndani, na aliyehusika na hili tukio ni mmoja wapo ya familia, ni kaka yao, ishagatokea kuiba kwa bibi yake mdogo.